Akiwasili katika uwanja wa ndege wa Mwanza, Rais Magufuli amesikiliza changamoto mbalimbali zinazokabili uwanja huo huku akiwaahidi kuendelea kuboresha uwanja huo. Habari za Mwanza mnaendeleaje na shughuli? Haya, mna changamoto gani? Unajua saa nyingine huwa tunapita tu sisi, mnakaa mmekaa kimya, labda mna changamoto zenu, nataka nisikie basi na mimi kweli. Kwenara msiogope yoyote, tuazungumze lorote

kwenye hiiai kwa hiyo hili jengo la la terminal, litalishughulikia e, talishughulikia. Tuangalie namna gani tunaweza kupata fedha. Ni lazima uwanja huu tujenge, uwe uwanja huu lazima uwe na hadhi bi na viwanja vingine vya kimataifa. Kwa hiyo hilo mliachie, pamoja na la uzio. Tutawasiliana mkuu wa mkoa na na na wa, wa. Akizungumzia changamoto ya watu wanaoishi katika eneo la karibu na uwanja huo, Rais Magufuli amesema kuwa swala hilo liangaliwe kwa makini, kwani katika eneo hilo kuna wakazi wengi. <tipi> Hmm. Inawezekana hmm, kuna wengine walikuwemo, wengine kwa wamejenga sababu kuhusu swali la hmm, watu waliovamia uwanja hmm, ile ni complex, kwa sababu wakazi wanaokaa mle ni zaidi ya kaya elfu moja na mia tisa. Kaya elfu moja na mia tisa kuzitoa <laughs> unazipeleka watu tena bahati nzuri wote wale walinipigia kura, hakuna hata mmoja aliyeninyima kura. Sasa kunipigia kwao kura na kukumpigia kura mheshimiwa hapa, ndio tuwatoe? Kwa hiyo lazima tuiangalie yote kwa pamoja. Tutaangalia eneo mnalo lihitaji ninyi la uwanja, kama litakuwa eneo mlionalo ni kubwa mno kuliko eneo, tutawapunguzia ile tunawaachia wananchi nao wanakaa, ikiwa wamevamia kwenye eneo ambalo mnatakiwa line ya ya, ya, ya, ya ya uwanja itajika, nili wao, nili wa ndege panahitajika nalo tutaliangalia, ila niwaombe wananchi wa maeneo hayo sasa wasiendeleze kwanza mpaka hili swala limalizike. Changamoto nyingine aliyokutana nayo Rais Magufuli ni kupungua kwa idadi ya ndege zilizokuwa zikitua katika uwanja huo kutokana na kodi kuwa kubwa na ndege hizo kuhamia nchini Kenya. Swala la pili Mheshimiwa Rais, ni kuzuia ndege za kwa ajili ya kubeba samaki, kwa hiyo inapunguza ma, mapato kwa taifa na mapato kwa watu wote tunaotegemea uwanja kwa ajili ya maisha. Ndege za kubeba samaki zimezuiliwa na nani? Zimeacha kuja kwa sababu ya ongezeko la kodi Mheshimiwa Rais. kuna kodi iliongezwa, sasa sasa hivi zinatua Nairobi, na samaki zinazotoka Mwanza zinalazimika kwenda kwa magari Nairobi, kwa hiyo hapa tunakosa mapato. Idi Mumba, Global Habari, Mwanza.